Salamu nini nini? Kwa wewe unataka uniambie uko kazini kwako kwa wajue kama una mke eh? ah ah, usini please. Kazini kwako kwa wajue kama una mke eh? Kazini pia unatakiwa ujue kama wewe una mke nyumbani. Unaomba, unaomba nini? Unaomba nini? Mimi wangu ile mboga tunaifanyaje mule ndani? Nijibu. Yani uko kazini kote unajua kama una mke eh? Wewe usiniambia mimi please kama unaongea yeah, nao vimada yako kama unaongea yeah, na vimada vyako unatakiwa vitaarifu kama nyumbani na mke na kuna muda wa kupigana simu. Mimi nikienda chooni wewe ndio unaongea na masimu yako. Nikiwa mbona niko na wewe upigi hizo simu? Mbona sioni ukipigiwa? Mpaka niende chooni ndio nakukuta unaongea na simu. Sasa leo ongea naye hapa mbele yangu nikusikie. Bas <coughs> shika <coughs> ongea naye wewe kama unaona faidi. Shika ongea naye wewe, wewe. Sasa mimi na mimi sioni mimi na faidi. Ongea naye wewe, maliza. Yaani hapa bamba tu bamba hamna kuachika mtu. Umenichezea umenijeza kimimba chako hiki, unataka unitelekeze, uniache, uniache! <laughs> Yaani majanja wako nishajua bado.